Unachokiona kwenye kanda hii ya video si hadithi ya kale, ni kisa ambacho kimetokea hivi majuzi, kisa cha hivi karibuni. Msichana mdogo wa Kimasai akiwa katikati ya ndugu zake wanne, hana msaada hana ulinzi, anashushiwa heshima yake. Mikono ya damu yake, mikono iliyotakiwa imlinde, ndiyo sasa inashika viboko na kumpiga kikatili. Kwa kosa lipi? Kwa kosa la kupenda, kwa kosa la kutaka kuolewa na yule aliyetoka moyoni mwake, siyo yule aliyetajwa kwenye meza ya maamuzi ya familia. Hili si kosa la msichana, ni kosa la jamii, Jamii inayomfanya binti kuwa bidhaa ya kuuzwa. Jamii inayosema utaolewa na yule tumemchagua, si yule unayemchagua. Jamii inayotumia fimbo badala ya kusikiliza. Tukio hili si la Narok pekee, ni sura ya maumivu yanayojirudia kwenye jamii nyingi. Mila zinazomnyima mwanamke haki ya kuchagua, haki ya kupenda, haki ya kuamua maisha yake, ni aibu, ni fedheha ni udhalilishaji wa utu wa mwanamke. Mila haipaswi kuwa mnyororo, mila haipaswi kumpiga binti hadi damu imchuruzike. Mila inapaswa kulinda, si kuumiza. Tunapokaa kimya, tunakuwa washirika wa viboko hivi. Tunaposema ndivyo ilivyo, tunawasaliti mabinti zetu, na tunapoacha viongozi wetu wakitazama kimya kimya, tunavipa ruhusa vitendo hivi kuendelea. Jamii za Kenya, ni wakati wa kusema hapana, hapana kwa ukatili wa kijinsia, hapana kwa ndoa za kulazimishwa, binti wa Kimasai, binti wa Kiswahili, binti wa Kimijikenda na mabinti wote wa humu nchini, wote wanastahili kuchagua maisha yao. Msichana si bidhaa, msichana si mzigo, msichana ni utu na utu hautakiwi kupigwa kwa viboko. Mimi ni Kasim Hamisi na hili ni jicho la Dabaso Sultan.